Ya kwa majina anaitwa Charles Ndalime ni mratibu wa michezo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tuko hapa leo katika mwendelezo wa michuano ya klaste kwa ajili ya kutafuta wachezaji mahiri watakaounda timu ya wilaya ya. Ratiba yetu ilianza tarehe 29 katika klasa ya Chanika, tukafuata tarehe 30. Leo hii tarehe mbili tuko katika klasa ya Kimanga na tutamalizia katika klasta ya Gerezani tarehe sita, siku ya Jumanne. Lengo na madhumuni kama nilivyosema, ni kuchagua wana, wanafunzi mahiri ambao wataunda timu ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kupambana e, katika mashindano ya mkoa. Ngazi hii ya mkoa inakuwa inashirikisha wilaya tano ambayo ni halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni, wilaya ya Ubungo, wilaya ya Temeke na wilaya ya Kigamboni. Mashindano haya ya, ya, ya mkoa huwa yana, yanafanyika kwa ajili ya ku chagua wachezaji ambao wataunda timu ya mkoa. Sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tuna mafanikio ya michuano hii katika miaka minane mfululizo, tukiwa washindi wa jumla wa ngazi ya mkoa, ambapo huwa tunachukua wachezaji asilimia hamsini e, kwa ajili ya kuunda timu yetu ya mkoa. Yeah. Mwaka huu e, malengo yetu ni kwamba tunakwenda kutetea taji letu ambayo tutachukua mala ya tisa mfululizo. Yeah. Halmashauri nawaambia kwamba wasubiri vikombe kama kawaida yetu tutaleta kwa asilimia kubwa wapinzani wetu. Wapinzani wetu wakae e, tayari kwa ajili ya vichapo kama siku zote tunavyofanya.